Kamati ya kampeni Jimbo la Lulindi ikiongozwa na mwenyekiti Mzee Ndege imetembelea mradi mkubwa wa daraja la Mbangara. Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Lulindi, ndugu Isa Ali Mchungahela, alikuwa na haya ya kuongea. Mradi huu utakuja kuongeza kubwa katika maeneo haya, hizi kata za pembezoni, kwa sababu baada sasa watu wa Mozambiki kutoka kwenda kupitia kule moja kwa moja Masasi, wale wanaotaka kwenda kupitia Mtwara, labda wanaotaka wana, wana kutaya maeneo ya huku, kwa mfano anaweza akaja akapitia huku akaenda mpaka mpaka e, chipingo mpaka chikoropola kwa moja kupitia tandahimba kwenda mtwara bila kulazimika kupitia upande ule kule tandanda. Lakini kama unavyoona Akiongea na Lulindi yetu TV, amewasi wananchi wa maeneo hayo kulinda na kuitunza miundo mbinu pindi tu pale daraja hilo litapokamilika. Kwanza nataka walitumie vizuri, na wao ndio walinzi, sio kuiachia tu serikali katika kulinda, kwa sababu wao ndo wenyeji katika maeneo haya, inakuwa ni rahisi kuspot kitu chochote kwa mfano, kama maadui, manake huwezi ukajua, kwa ukubwa wa daraja hili unaweza ukatokezea hujuma na vitu kama hivi. Kwa hiyo wao wananchi ndio wawe namba moja kabisa kuwa walinzi, theni hao walinzi wa serikali wawe namba mbili. Lakini kitu kingine, kama nilivyosema kwamba watu waendelee kutumia hii barabara vizuri kabisa waendelee kupitisha mambo yao ya uchumi. Uchumi wao utapita hapa, maana yake kwamba mazao na vitu kama hivi, lakini na maswala ya kijamii, maana yake watu watapita hapa, wataenda kufanya maswala ya kijamii, kwa hiyo mimi na, naendelea kuwasihi kam